Jamani wamesema kusipokuwa mabadiliko ya wa kisheria hakuna uchaguzi. Uchaguzi wa Tanzania kuwapata wabunge, madiwani, rais sio takwa la CCM, ni takwa la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio maana ilisema kila baada ya miaka mitano tutafanya uchaguzi wamesema mabadiliko wa ya sheria hayajafanyika. Hapana, sheria ya uchaguzi imefanyi imetungwa mwaka jana 2024 iliyofanya marekebisho ya vifungu mbalimbali kuelekea uchaguzi ikiwepo pamoja na namna ya kupatikanaji wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi isemoe na kuwapata wasimamizi kwa maana ya ukurugenzi wa uchaguzi kwa hiyo wanachokifanya wenzetu ndugu yetu Ndulisu na wenzake ni kujaribu kutoa tafsiri ya amani na utulivu wa nchi yetu kutupeleka kwenye jambo, amesema baada ya siku ya uchaguzi wenyewe watawahamasisha ninyi mwandamane barabarani. Mko tayari jamani? Mko tayari kwamba ninyi badala ya kupanda kwenye kituo cha kupiga kura mkae barabarani mnazunguka, eti uchaguzi usifanyike? Sio kwa Tanzania, m, sio. Kwa nini? Tunawaambia sheria zimerekebishwa, tume imerekebisha sheria zake za uchaguzi kupitia bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uchaguzi utafanyika. Chama cha Mapinduzi tunajiandaa kwa ajili ya uchaguzi na vyama vingine rafiki wanajiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Sasa kama wenzetu wameshindwa kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi, ni wa kwao, si sehemu hoye. Jamani, tunakwenda kuchagua, twendi! Tunakwenda kuchagua, twendi, si sehemu hoye. Chama cha Mapinduzi tunakwenda kwenye uchaguzi. Kama CHADEMA hawako tayari kushiriki uchaguzi, wao wabaki, lakini niwaibie siri sasa wameshagawanyika, wameshatengana. Wengine wanajiita Chadema G55, Chadema namba hamsini na tano, ambao wao wamesema wataenda kwenye uchaguzi yani <laughs> kuna Chadema wamesema wataenda kwenye uchaguzi na kuna Chadema hawaendi kwenye tiv huko. Kwa hiyo sisi tunaungana na wale wanaoenda kwenye nini, tunawakaribisha kwenye nini. Lakini mimi nawaza atakayepitisha majina ya ugombea ni nani? na maana kwamba mwenyekiti wa chama na makamu mwenyekiti na katibu amesema ndio ni kwenye uchaguzi. Hao wengine wanasema tunaenda kwenye uchaguzi, majina tunapitisha nani? ndio wene wenzetu wa kujipanga kuingia kwenye nini, kwenye uchaguzi lakini naomba wananchi wa Ivalalila na Makete naewakojuma Chama cha Mapinduzi tunaendelea kuandaa ilani ya uchaguzi yenye ujumbe mahususi, tayari tumeshautoa, unaoitwa kazi na utu, tunasonga mbele, kazi na utu, tunasonga mbele, kazi na utu, tunasonga mbele. Hakikisha kwamba tunakwenda kusema yale tuliyoyafanya miaka mitano iliyopita na mipango ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mingine mitano kupitia madiwani wetu wabunge wetu na mheshimiwa rais hapo. Hivi tunawaombeni wananchi, wananchi waiwalalila na wananchi wawiwao wakati ukifika, najua ndani ya chama kutakuwa na makundi ya uchaguzi kwa ajili ya kupata wagombea Tukishamaliza ndani ya chama, mgombea atakayeteuliwa na vikao halali ya Chama cha Mapinduzi, huyo ndio atakuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Sisi semoe jumuiya ya wazazi tuna shughuli nyingi za kufanya, lakini yako hizo shughuli hapo ni mahususi. Kwa kifupi, unaita emau emau. Sasa kirefu chake ni masuala ya elimu, mazingira malezi afya na utamaduni. Hapo tumeona ngoma za kizinapigwa kwa hiyo, haya yote ndiyo mambo yetu sisi wazazi, na kama alivyoisha kusema kwamba tumeatangulia upande wa mazingira, tumepanda miti, hatimaye tumekwenda upande wa afya, tunaona wagonjwa. Kwa hiyo tumetimiza ile azma ya wazazi ambayo tunapaswa kuyafanya. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, hiyo ndo kazi kubwa ambayo tunatakiwa kuifanya. Lakini mwaka huu tumeelekezwa kwamba kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo, maana yake ni kwamba tunapofanya sherehe hizi ni lazima tujikite kwenye mambo ya uchaguzi kupitia vikao vya kamati za utekelezaji tuliazimia maazimisho ya wazazi kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano yatafanyika katika wilaya ya Makete katika kata ya Iwawa na katika kijiji chetu na tawi la Ivalalila. Ivalalila oye oh! Na jumuiya ya wazazi tunavyojua, mkoa wa Njombe na wilaya nne. Mwaka wa jana, maazimisho haya tuliyafanya katika wilaya ya Njombe lakini vile vile maazimisho haya yamewahi kufanyika wilaya ya Ludewa na wilaya ya Wanging'ombe, lakini Makete hajawahi kufanyika maazimisho haya. Lakini elfu mbili na ishirini na tano hii tukasema hapana, lazima maazimisho yaletwe Makete. Makete oye oh oh, Makete oye oh oh, basi Leo asubuhi tunamshukuru Mungu tumefika hapa Makete katika kata ya Iwawa. Haki ya Mungu, wana Iwawa, wana Makete wametopokea vizuri sana, na hii ni kiashiria tosha kabisa kwamba Mama Samia mama, anakwenda kushinda kwa kishindo ifikapo mwezi Oktoba kwenye uchaguzi mkuu. Ivalalila oye! Mama Samia oye, oye! Mama Samia. Kwa hiyo tulipofika asubuhi hapa kwenye ofisi zetu za wilaya pale za Chama cha Mapinduzi na kata, tunawashukuru wenzetu, wenyeji wetu walituandalia mashimo kwa ajili ya kupanda miti. Tumesema Jumuiya ya Wazazi inashughulika na mazingira Tusingeweza kufika Makete kwenye kata Iwao bila kuweka alama ya kupanda hata mti mmoja, lakini tunamshukuru Mungu, mgeni wetu rasmi pamoja na viongozi ametuongoza, tumeweza kupanda miti isiyopungua ishirini kwenye ofisi zetu za chama. Tukija mwakani, tutaangalia maendeleo ya ile miti inaendeleaje. Lakini si hilo tu mgeni wetu rasmi pamoja na viongozi na wanachama ambao tumewakuta, tumekwenda moja kwa moja mpaka kwenye hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya ya Makete. Tumekwenda kutembelea kwenye wodi la mama na mtoto, tumekutana na kina mama ambao tayari wamekwisha kujifungua na wale wanaojisubilishia na wale walio waliojifungua kabla ya wakati, lakini kuna wale waliojifungua chini ya zile kilo zinazotakiwa.